Na nini kitakachokujulisha nini Lailatulqadri? Lailatulqadri ni bora kuliko miezi elfu. Huteremka malaika na roho katika usiku huo kwa idhini ya mola wao mlezi, kwa kila jambo. Amani usiku huo mpaka mapambazuko ya alfajiri. Surati Lqadr imeteremka Maka. Katika sura hii inasifiwa shani ya Quran na shani ya usiku ilipoteremshwa Quran, na inaelezwa kwamba usiku huo mmoja ni bora kuliko miezi elfu, na kwamba hakika malaika na Jibril huteremka usiku huo kwa idhini ya mola wao mlezi kwa ajili ya kila amri, kwa kusalimika na kila maudhi na uovu mpaka kuchomoza alfajiri yake. Hakika sisi tumeteremsha Kurani katika usiku wa cheo na utukufu. Na kitu gani kitakufunza ni nini usiku huo wa cheo na utukufu? Usiku wa Khadri na sharafu, cheo na utukufu ni bora kuliko miezi elfu, kwa kuwa umehusika kukuteremka ndani yake Kurani tukufu, kuteremka malaika na Jibrili katika usiku huo mpaka kwenye ardhi kwa idhini ya Mola wao Mlezi, kwa sababu ya kila jambo, na wameaminika na maudhi na uovu. Hali inabaki hivyo mpaka mapambazuko ya alfajiri.